Kuteleza mara ya pili pembezoni, kulia acha mwenzake Ian Sibio, jezi namba mbili, kondola safi, piga kumtafuta nani, jezi namba sita. Shule ya upili ya Teremi imetawazwa rasmi kuwa mabingwa wa mashindano ya soka ya shule za upili katika kaunti ya Bungoma, na sasa itawakilisha kaunti hiyo kwenye mashindano yajayo ya kanda ya Magharibi. Kikosi hicho kiliwavutia wengi kwa kuonyesha ustadi wa hali ya juu, mshikamano na ari ya kushinda katika kila hatua ya mashindano. Ushindi wa bao moja kwa sufuri dhidi ya Kibabi Boys katika fainali ulihakikisha nafasi yao kwenye kiputi cha kanda n <coughs>

Unaondoka mpira huo huo unajaa nje. Kwa hiyo, kwa hiyo. Akizungumza baada ya fainali, katibu wa FKF Bungoma Ezekiel Murani alisifu maandalizi na uendeshaji wa mashindano hayo, akitaja kuwa mechi zilichezwa kwa haki na kwa kiwango cha kitaaluma katika kila hatua. Imekuwa hii michezo ilianza vizuri, tulikuwa na security issues, lakini pia nataka kushukuru viongozi hawa. Viongozi wamehakikisha ya kwamba security iko sawa, na referee wetu wamehakikisha, wamesimamia hii michezo kwa njia ambayo inastahili. wakati mwingine haya mambo ya kupatisha patisha venu, tujaribu hiyo. Uh, changamoto tusikuwe nayo wakati mwingine sababu so, sometimes sisi tumetuma scouts kuangalia hawa vijana na unapata na kwa changamoto wanapatisha venu. Uh, congratulations Teremi. Uh, vijana ambao wanafanya vizuri tunataka kuwaona kwa team za uh, Premier League, tunataka kuwaona hata kwa team za kimataifa uh, uh, so, endelee hivyo. Uh, sana sana Teremi Boys imekuwa ina participate kwa kaunti league uh, ni timu ambayo tumeifuatilia sana, na unaona hiyo mazoezi ya kaunti league imewasaidia kuimarika katika hii mchezo. Na baada ya kutoa ubingwa wa kaunti Teremi, sasa inaangaza macho kwenye mashindano ya kanda ya Magharibi, ikiwa tayari kuiwakilisha kaunti ya Bungoma hadi mashindano ya kimataifa. Nikiripotia safu ya spoti runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simiyu.